Poa mwanangu hivi Zanzibar, mpenzi kwa wiki mpenzi wako unampa bajeti ya shilingi ngapi? yeah. yeah. wiki nampa laki moja na nusu. Nini na nini? Yani, matumizi yake ni nini na nini amenampa tuna juu yake tamalizana naye mwenyewe ili ujue kwamba yeye anakupenda anatakiwa afanye vitu gani? Mie nikimwita wakati nataka mimi aje, wengine hmm, anaheshimu tu hmm. Ukitaka kuibunda unaibunda nikiwa, yeah. yeah, kimwita na shida zangu yeye aje, lakini si namwita tena sababu, yeah, lakini wako wengi tu, natafuta mwingine. Wewe unao wangapi wapenzi nikusimala olinatongoza sijui. Kwa hiyo unaweza ulionao ambao washa kutongoza uko nao, yaani wapo kwenye mstari kwamba mda wote ukiona huu kazinguo <laughs> unaita huyo sheria sheria sherisheisheria akwa, ah, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mchipuko tu mwanangu, noma sana. Kwa hiyo wote unawazingatia vibunda, au yupo ambaye zaidi? Kuna wengine nazingatia, kuna wengine wanazingatia huyu. <laughs> anayekuzingatia alikutongoza mwenyewe vile vile, si sindio? Ulimtongoza mimi? Ulimtongoza. <laughs> <laughs> lakini anatia vibunda kama shingapi? Anatia natia, na shida yani, kiwa na shida tia laki mbili, mbili na nusu Oya wanangu vipi? Hebu ateke washikaji na nyie mnapewa vibunda mnatongoaaa? tuongee na Mwarabu hapa, Mwarabu njoo.